Tunaenda kuwa na magari maalum kama ushirika ambayo yatakuwa na eneo moja la kutoa huduma kwa wanafunzi aa, kwa kupitia mifumo ya malipo ya kadi, lakini nje ya hapo pia kwenda kuileta jamii ya wasafirishaji pamoja, ili kuweza kuwa tunasaidiana kwa pamoja kutatua changamoto zetu, lakini mwisho wa siku kwenda kuifanya sekta hii iwe na tija kwa eneo zima la utoaji wa huduma, lakini pia kuwa na tija kwa jamii nzima inayozunguka sekta hii. Kwa hivyo e, tunaomba wananchi wa mkoa wetu wa Mwanza kuunga mkono e, jitihada hizi na mwisho wa siku kutoa ushirikiano hasa hasa kwenda kwenye maboresho ya mifumo ya malipo ambapo kupitia ushirika tunategemea kwenda kuwa na mifumo ya malipo kupitia a, mifumo ya tiketi mtandao lakini pia malipo ya kadi. Kwa hivyo, mji wetu wa Mwanza tunaenda kuupeleka kwenye mifumo ya kisayansi. E, tunategemea tutaendelea kuwa na elimu zaidi kwa abiria ili wapokee mabadiliko haya kwa mtazamo chanya. A, tunapoenda kutoa malipo ya pesa taslimu kwa kondakta mlangoni ili basi waanze kuzoea polepole kwenda kwenye matumizi ya kadi lakini pia matumizi ya tiketi mtandao. Na, sasa hivi, kuwapatia njia wa, na tunaamini kwa kufanya hivyo wataweza ku kuongeza mapato yao vizuri zaidi kwa sababu watakuwa wanaweza kusomea kwa wenyewe wao zao, kama mwanachama akiwa na gari yake ndani ya ushirika atakaa Dira ya serikali ni kuona kuwa sekta ya usafiri na usafirishaji nchini inakwenda sambamba na maendeleo ya teknolojia duniani. Serikali inaweka msisitizo mkubwa katika matumizi ya mifumo ya kidijitali kama mfumo wa tiketi mtandao na mfumo wa kufuatilia mwenendo ya magari ili kuhakikisha uwazi, usalama, ufanisi na kuongeza mapato ya serikali. Hii si tu inaleta nidhamu katika sekta ya usafiri na usafirishaji e, lakini pia inachochea ukuaji wa uchumi kwa kurahisisha shughuli za kila siku za wananchi. Asubuhi unakuta unachelewa vipindi, hata sasa hivi unakuta unakaa hapa mpaka saa kumi bado hujapata gari. Na tunawahi kutolewa shuleni ila tunachelewa kufika nyumbani. Asubuhi unaweza kukata tunakataliwa paka tuombe msaada hata kwenye magari binafsi ndio tunaweza tukapata msaada wa kwenda shuleni. Tunaeza ukuta tunachelewa shuleni, tunachelewa vipindi. Kama leo siku ya mitihani tumechelewa kwa sababu ya magari, msongamano wa kula ya magari makona